Jamani, huyu mnayemwona hapa anaitwa Suleiman Badi. Huyu bwana Suleiman Badi ana kisa chake, hiki ni cha muda mrefu sana, cha muda mrefu sana, ila cha kushangaza, amekuja kuhadisia baadaye sana, na amekuja kupona miaka ya hivi karibuni. Historia yake, huyu bwana alikuwa dereva, dereva wa magari makubwa, anaendesha malori. Huyu kwao kabisa ni Tanga, wao Tanga Handeni. Huyu bwana alikuwa, na alikuwa, alikuwa, ka, alikuwa, yani, alikuwa, alikuwa na mke na ana mtoto mmoja huko huko Tanga kwao. Alikuwa kazi yake anaendesha magari mwaka elfu mbili na nne huyu bwana alikopoa moto, yani kama unavyomuona hivi hapa kaziweka kipindi hiko, alikopoa handsome boy, yani alikopoa bwana kila demu achomoi kwake. Sasa mke wake bwana yani, alikuwa na wivu na ana wivu kweli kweli, yani ana wivu mkubwa Jamaa kitoka leo kazi za magari makubwa ruti unaweza kukuta ndefu, unaenda Kongo, unaenda Zambia, unaenda Malawi, Burundi. Sasa huyu bwana wakati ya katika kusafiri kwake, siku moja alipata mwanamke alikuwa anaenda Malawi, alipata mwanamke sehemu moja panaitwa Kiela Mbeya huko. Yule demu wa Mbeya bwana alimchanganya sana huyu bwana, lakini baada ya kumchanganya huyu bwana akawa hata nyumbani kwake hapakumbuki, yaani yeye anawaza tu safari yaende Mbeya, safari yaende Mbeya mke wake bwana, kumbe mtu wa dawa. Yani mke wake ule hivi umepitiliza, ikabidi aende kwa mganga, kwa mganga, kwa mganga bwana, kwa kwa alienda kwa mganga. Sijui mganga wa aina gani, lakini ule mganga alimpa kitu kimoja ambacho kilimfanya huyu bwana mpaka leo, yani saa hizi ndo ana uafadhali. Alipoenda kwa mganga ule mwanamke alipewa dawa, dawa aliyopewa ilikuwa ameambiwa kabisa, bwana, ana dawa mumeo akirudi, unatakiwa ukishakoga umevaa vizuri alafu unaiweka sehemu za siri, ili mkiwa mnaingiliana dawa ikutane nayo. Yule mganga masharti aliyompa alimwambia magumu, bwana, tukio litakamtokea mumeo usije ukajilaumu. Akasema mimi nataka nimkomeshe mme wangu, ambaye ndio huyu jamaa. Bwana amerudi, amerudi kutoka safari amefika nyumbani sasa. Yule mwanamke wa kiela mbea alikuwa anamsumbua sana simu zinaingia kila wakati, kila dakika simu zinaingia. Huyu amemsevu dereva namba mbili, yani mke wake yule mchepuko wake amemsevu dereva namba mbili. Kwa hiyo wako sebuleni na mke wake, wanakula chakula, dereva namba mbili anapiga akamuuliza. Bwana mke anamuuliza huyu bwana, mbona huyu jamaa anakusumbua sana? Huyu dereva mwenzangu, achana naye. Dereva mwenzio? Sawa. Wamemaliza kula, huyu ameenda kuoga. Baada ya kwenda kuoga, ile simu imeita tena, dereva namba mbili. Kwa hiyo mwanamke kabidi apokee kupokea ikasikika sauti ya mwanamke yule. Mwanamke akaongea kitu ila isipokuwa yule yule dada ambaye alipokelewa simu kule, akawa anaongea, mpenzi wangu, nimekumisi unarudi lini? Halafu huku gesi imeisha unga umeisha, na unavyojua michepuko, unavyojua kulalamika, gesi imeisha unga umeisha, yaani mume wangu mimi nimekumisi sana, halafu mimba nayo pia inanisumbua. Wakati huyu bwana naye ndiyo anaingia ndani kwa hiyo anaingia ndani anasikia sauti ya ule mchepuko wa kila ukilalamika shida, na wakati huo mke wake akiwa anasikiliza. Jamaa akapigwa na butoa, akakosa cha kujitetea. Mwanamke akamuuliza, kwa hiyo huyu ndio dereva namba mbili? Jamaa sasa kwa kutumia ubabe, kama wanaume maanake wanaume tunatumia, tuatumia sometimes ukiona oh, oh, umezidiwa, unatumia plani B. Ya plani B yenyewe unatumia ule wanaume wako bwana huyo mwanamke mi ananisumbua muda mrefu, sema nilishindwa tu kukwambia mke wangu sijui nini. Mwanamke bwana, kama unavujua vitoto vya Tanga. Mwanamke akajitaushia kimya, akasema achana naye. Mwanamke akaingia akawa kama ametabasamu, ila akaingia chumbani, mwanamke alilia sana. Huyu anachungulia mlangoni, anamsikia mke wake analia, akashindwa jinsi kudu ya kujitetea. Basi siku ya pili yake huyu bwana ndo anatakiwa asafiri yaani anatakiwa atoke tena aende zake Malawi lakini Malawi lazima apitie oh, Kela. Kwa hiyo mwanamke yule ashajua kwamba bwana ana demu wapi, Kela. Jamaa anaondoka usiku, anaondoka kama kwenye mishale ya saa tatu usiku. Yule mwanamke bwana, mchana pale kampikia mmewe chakula kizuri, kama unavyojua watoto wa Tanga. Mchele umenunuliwa robo nazi saba, Malagi amenunuliwa robo nazi saba, yaani malagi amekolea nazi, mchele umekolea nazi wali umekolea iliki, yani wali jamaa ya mwenyewe anahadisa, anasema nilishangaa sana, kile chakula kilikuwa kitamu kuliko siku zote. Ilipofika jioni, mke wangu kanita ndani, kaoga vizuri, kaupala, ikawa muda wa kupiga mali. Jamaa anasema alikuwa anapiga mali fresh, anapiga mali, anapiga mali. Wakati anapiga mali, mke wake anamwambia mme wangu, mimi nakupenda, ila ukinichiti ujue utaangaika sana. Sasa jamaa liko kwenye utamu, limekolea. Anasema mke wangu siwezi kukuchiti. Akamwambia akarudia tena kama mara ya pili. Mume wangu ukinichiti utateseka sana. Jamaa kwa sababu ya utamu anasema ah, mimi mke wangu siwezi kukuchiti. Akarudia tena mara ya tatu yule mwanamke. Mume wangu ukinichiti utapata shida. Akasema mke wangu siwezi kukuchiti. Basi show iliendelea kibabe. Jamaa alifurahia nini? Mkewe akamwandaa vizuri. Jamaa akustuka akamwandaa vizuri. Akampakia na mizigo yake jamaa ya anatiagia kwenye lori lake, safari anaondoka zake, yeye anaondoka huu akavuka uh, zake mzee Chalinze, anaondoka mara mke wake anampigia, mume wangu uko wapi? Niko Chalinze. Jamaa anaondoka kufika hapo katikati Mbuuni, mkiwake ya Mbuyuni, mke wake anampigia tena, mume wangu uko wapi? Niko ya Mbuyuni. Sasa anakaribia anakaribia hapa katikati hapa Irula, eh Irula, akati anakaribia Irula ule mchepuko sasa wakera ukampigia jamaa sikashaona akatoka nyumbani na anapoelekea huko, ndo anaelekea kwa mchepuko, na anamnao akaopokelea, ah, bwana, nimesikia matatizo yako, mimi niko njiani, nakuja kuja. Ule mwanamke akawa anafurahia, unakuja kweli mpenzi wangu wewe, na kuja. Jamaa akamwambia, ni kwa jinsi nilivyokuwa na wewe, yani nataka nikifika tu, nikifika tu nataka unipe mzigo. Akanambia, usijali, hapa nimeshaandaa mazingira, sijui nini, kila kitu kimeenda kimerudi, sawa lakini kumbe yule jamaa yule mwanamke wakiela ana mwanaume wake, naye amezaa naye mtoto mmoja, isipokuwa yule jamaa alivyoingia kingi, baada ya kumnegesha yule mwanamke, yule mwanamke akumwambia ukweli kama yule ana mwanaume anaishi naye. Kwa hiyo hata jinsi wanavyoenda kukutana, walienda kukutana sehemu ambayo ni tofauti na nyumbani kwake yule mwanamke, isipokuwa walipanga chumba jamaa, na maana mwanamke anamvuna jamaa, alafu anarudi zake nyumbani. Kwa hiyo mumeo anaaga, bwana, mimi naenda mbele ya nyumbani anatoka Kiela na kujambea nyumbani kwao. Kumbe aendi Mbea, anaishi hapo hapo, ana chumba chao wamepanga, ndio wanapofanya mambo yao. Kweli jamaa anaenda, alipofika tu Mbea, mke wake akampigia, mme wangu umefika wapi? Akanambia, mke wangu hapa apa, ndipo nilipompakani nataka kuvuka sasa, nielekee nielekee Malawi. Sawa, akamwambia basi, mimi simu sitapatikana. Na miaka ile WhatsApp ilikuwa ngumu, kwa hiyo walikuwa wanatumia sana visimu vidogo Akamwambia, nikichelewa zaidi nitakutumia barua sawa, mme wangu? Haya. Kumbe jamaa kazima simu, halafu yuko zake mbele. Hapo jamaa alipofika, kapaki gari haraka haraka ali, akakutana na yule manzi. Baada ya kukutana na yule manzi, wakaenda kwenye chumba chao lichopanga. Alipofika wanaambiwa wakapika, wakala, wakashiba. Sasa kaa waka mda wa burudani. Baada ya kufika mda wa burudani, jamaa ameingia nae ndani washaanza kufanya kila kitu jamaa, ile kuingiza tu pampu ya kwanza, gari yindi vile wala irudi nyuma, chuma imeng'ang'ania. Chomoa chomoa na wewe, chomoa chomoa na wewe, yani na, we, na maana yule mwanamke wake wa Tanga alimfanyia vitu bwana, akawa amefanyaje? Ameganda yani, amenasa, amenasa na yule mwanamchepuko. Jamaa sasa akaanza kupiga kelele, anaanza kulia. Yule mwanamke akawa anahisi labda mwanaume wake ndio amemfanyia wa kile kitendo mpaka akanasa. Huyu um, bwana alikuwa hajui kama mke wake ndo alimfanyia yale matendo. Kwa hiyo huyu alikuwa anamlaumu yule mwanamke, kwa nini mmenifanyia hivi? Na jamaa akumbuka anatakiwa asafirishe mzigo uende uende Malawi, na amesimama hapo Kera, wakakaa wanaambia kuanzia ile, kwa sababu pale alifika kama mishalea saa tano mchana. Kwa hiyo kuanzia saa sita, saa saba, saa nane, saa tisa, hatua ilifikia kabidi jamaa waanze kupiga kelele, waombe msaada. Kwa baada ya kupiga kelele kuomba msaada wakaja wakajaraia wema ambapo kwenye nyumba waliopanga wakawafungia kwenye chumba. Wamenasa. Kwa hiyo alichokifanya akasema, wewe mpigie mwanaume wako yule hatari. Ikabidi dada ajimwaje kwa mwanaume wake, bwana mme wangu nisamehe, anampigia simu nisamehe, mimi bwana nimechepuka hivi ninavyokuambia hapa nimenasa, kwa hiyo naomba uniokoe. Yule mwanaume akamande nini uchawi, hata sijui na sijafanya chochote. Wewe kama umenasa, yule mwanaume ulionasa naye ni wa wapi? Mwanamke akamwambia huyu ni Watanga. Watanga ana mke? Akamwambia ndio anaye. Akamwambia basi umekwisha ongea naye huyu, au watu Watanga sio watu wazuri. Ikabidi jamaa sasa naye ajitose, amwambia ukweli mke wake huyu akam, sasa akampigia simu mke wake, mke wangu, nimepata majanga. Huyo mwanamke akaitikia <gibu> majanga gani? Na wewe ulisema simu yako haipatikane saizi umekuwaje, umerudi? Akasema hapana, mke wangu, nilikwambia niko boda, nishavuka. Sijavuka, niko kera hivi ninavyokwambia. Mke wangu, mimi nimenasa ile. Mwanamke akamwambia, mme wangu, nilijua na nilikwambia. Akamkumbusha, unakumbuka usiku wakati wa tendo nilikuuliza nilikuuliza, nilikwambia kitu mara tatu? Akasema nakumbuka. Akamuuliza nilikwambiaje? Akamwambia uliniambia kwamba, mme wangu, ukinichiti nitateseka. Akasema kweli, naona nateseka uliniambia kwamba nitapata tabu kweli naona napata tabu mke wangu naomba unisamehe kwa chini ya ndugu yako mke wake akamwambia uko wapi niko kera akamwambia basi sawa nakuja wakati huo usafiri kutoka Tanga kuja Mbeya ulikuwa kidogo unachelewa miaka hiyo 2004 kwa hiyo yule mwanamke siku ya kwanza siku ya pili wale wako mule mule ndani na maana hakuliki hakufanyi chochote na ilikuwa aibu kubwa lakini wale majirani walikuwa mule ndani ndio waliificha ile siri kwa wao kwa wao na yule mwanaume wake alifika wa yule mwanamke wa Kera. Kwa alipofika pale mwanamke, kabidi afike apokelewe, akasema wako wapi? Wako ndani? Yaani wamelala tu kwenye kitanda hivi afa wamefunikwa na shuka. Hawana nguo kabisa wako uchi. Anafika jamaa anaanza kulia. Mke wangu, naomba unisamehe kama mme wangu mimi, nilijua na nilikwambia. Alipofika pale yule jamaa yule mwanamke akafungua ile shuka, alifungua tu ile shuka akampiga kibao huyu akapiga kibao cha matako na mke wake. Baada ya kupigwa tu kibao hiyo, ngoma ikachomoka. Ilivyochomoka tu chwa, mikojo fumu fumu, unaambiwa jamaa. Sasa asira yake anataka kumpiga mwanamke wake, wananchi pale wakaanza kumtetea. Oh, tulia, uliambiwa huyu mkeo, sijui nini, wakamtetea tetea, ikabidi yule mwanamke aondoke. Huyu jamaa sasa, ikafika wakati ikafika wakati sasa, mashine haifanyi kazi. Kwa hiyo toka yule mke wake alipokurudi nyumbani, yani inaonekana mke wake alipo amejiandaa kabisa kwa ile jambo. Alipanga na alizamilia. Kwa hiyo akati anatoka kule Tanga anakuja kera Kela, alikuwepo amebeba kila kitu chake, kila kitu chake amebeba. Jamaa akampigia bosi wake gari ikachukuliwa na mtu mwingine ikaenda Malawi. Kwa sababu ile aibu ya Tanga ilifikika, akufikia Tanga moja kwa moja, aliishia njiani hapa katikati Bagamoyo. Alipofika pale jamaa akakaa kutoka hiyo elfu mbili na nne mpaka elfu mbili na ishirini na nne huyu jamaa, na kazi yake ni kuangaika tu, mashine haifanyi kazi. Yaani hata uje umfanye chochote umvulie nguo hapo, mashine haifanyi haifanyi kazi chochote kile takachomfanya mashine. Kaangaika kwa kila aina ya watu. Sasa akaja akasikia, akasikia mikasa ambayo nasimulia mimi, mikasa hii inayosimulia mimi, inamaana akaomba msaada, msaada liomsaidia. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Kombo. Huyo mzee yuko ukiwa okay, unaelekea Tanga, ukiwa okay, unaelekea Tanga. Kama hujafika Tanga kuna sehemu moja inaitwa Mkata. Pale Mkata unaingia zako kushoto. Unaingia kulia sorry. Kuna kijiji kimoja kinaitwa kwa Msisi. Unakata hapo Mkata unaenda pozo vijiji vya jirani, afu ndio unatokea kwa Msisi. Ndio yule mzee Kombo anapopatikana. Ikabidi e, nimchukue huyu bwana Suleiman Badi nikaenda naye mpaka kwa yule mzee Kombo. Kufika kwa mzee Kombo pale, akajielezea vyote. Yule mzee ni mtaalamu kweli na kazi anaiweza. Huyu jamaa mzee Kombo akamvua nguo zote, akashika chuma hii imekuwa kama makamasi yani, haifanyi chochote imekaa hivi. Akamuuliza, hauna matamanio? Jamaa akasema hapa hivi ninavyokuambia, nina mwaka wa ishirini, sijafanya chochote yani, ndo naishi hivi na nimehangaika hivi, mke wangu kanikimbia, watoto wangu wamenikimbia, kama unavyoniona mimi hapa afya yangu imedorota, yani ina maana jamaa inaonekana aliasirika kisaikolojia hivi. Unavyomuona hapa, unaweza kusema kama chizi, sauti yake imekuwa ngumu kutoka yani unaweza ukasema bwana amechanganyikiwa. Hata ukimwangalia afya yake ilikuwa tofauti, sasa hivi tu kidogo ameanza kubadilika. Basi yule mzee Mkombo kamshughulikia ndani ya siku tatu tu, ndani ya siku tatu tu, mzee Mkombo kamshughulikia jamaa. Sasa hivi mambo yake safi, ana ana mke mwingine na ana mtoto mwingine, na sasa hivi tena anataka kuongeza mke kulingana na jinsi ya maisha alivyomtokea. Kwa hiyo jamani, haya mambo hapo tuangalie na watu wa kuoa, tuangalie na watu wa kuishi nayo. Mwanga mwenyewe ni huyu hapa, anaitwa Suleimani Badi Bakule, papa mukuru, long number, mashine ya kazi.